Mtazamaji wa Hope TV, hii ni Hope TV ambayo inakuletea kwako na inakujuza mambo mbalimbali mbali ambayo yanatokea katika jamii yetu na sehemu nyingine, especially kwa vijana. Leo nimekutana na mdada na na maswali machache kwa ajili yake. Mambo dada? oh, bye, nzuri na kuona upo vizuri dadangu, umependeza na stara, vipi eh? Hey, mashaallah, dini. Aha, sasa mimi kwangu mimi napenda kutumia skin routine. Wewe unatumia? Uh, y yeah, ninatumia skin routine actually, natumia product za CeraVe ni products nzuri sana na Dr. Rush. Ah, okay, mimi tu natumia Dr. Rush. Sasa kwa haraka haraka, nilikuwa na maswali machache ambayo ni yanasema kwamba ni katika jamii yetu mwanaume huwa anaheshimika kwa sana, na wewe una, unasemaje, unaliongeleaje kuhusu hilo? Ni kweli wanaume ni watu ambao wanaheshimika kwenye jamii kwa sababu um, mwanaume ni kichwa cha familia. Mwanaume ni mtu bora sana, kiongozi. Mwanaume ni kiumbe ambaye Mungu pia kam dedicate kwa wanawake kwamba yeye anatakiwa tuongoze kwao. Ukimwongelea mwanaume, mwanaume ni mtu ambaye lazima aheshimike, asikilizwe kwa sababu yeye ni mtu ambaye ni kiongozi, anapitia vitu vigumu, anafanya mambo mengi ili kuhakikisha kama ni kwenye levo ya familia, kwenye levo ya serikali, kwenye levo ya mtu binafsi. Katika kila nyanja mwanaume anapaswa wasikilize, kwa sababu mwanaume yeye ni kiongozi, anajua kuendesha nchi, anajua kuendesha mke, anajua kuendesha watoto na kila kitu. Uh, okay, all right. Katika jamii yako ya hapa Msimbazi Center unavyoiona mm. au uko sehemu nyingine. Wewe unavyoona wanaume kweli wanaheshimika? Hapana. Kwa nini hawaheshimiki? Kwa sababu kwa jinsi ambavyo naona mabinti wenzangu wa mama zetu wa mtaani mm. wanakuwa kidogo wanapitia changamoto mbalimbali mbali. Ambazo siwezi kumlaumu mtu, ambazo wao wenyewe binafsi wanajua zinawapelekea labda kidogo kushusha ile thamani au heshima kwa mwanaume hmm. Kwa sababu ya vitendo mbalimbali ambavyo wanapitia. Oho, okay, kwa wewe unawapa ushauri gani vijana wa sasa hivi kuhusu kwamba kuna mipaka gani mwanaume anatakiwa aheshimike au ni haina haja kabisa mwanaume kuheshimika? Unajua, kila kitu ni msingi na maadili hmm. kwa hiyo mimi nawashauri vijana wenzangu, especially mabinti wenzangu hmm. kwamba tu, tujue mipaka yetu iko wapi, tuheshimu wanaume kwa sababu mwanaume ni kiongozi bora sana na anapaswa kusikilizwa. Endapo utamsikiliza basi, hata wewe mwenyewe kuna vitu pia utapata kama faida kupitia yeye yeye. Ah, okay. Msikilizaji wangu, mtazamaji wangu wa Hope TV, leo nilikuwa hapa na dada yangu, um, nimesahau majina. Unaitwa nani? Rahma. Oho, dada yangu Rahma, leo ametujibia maswali kwamba wanaume wanatakiwa waheshimike, na ni kweli, mwanaume anatakiwa waheshimike kwa sababu bila mwanaume hakuna ambacho kinachofanyika. Swali langu la kizushi kwa dada hapa, umeolewa ah? Mimi nimeolewa. oh, umeolewa. Mashallah na watu wawili. oh. okay, ongela. okay. Mtazamaji wangu, tukutane tena siku nyingine tena katika Hope TV. bye. bye.